Katika nchi yetu kama kuna chama ambacho kinahubiri amani, kinasimamia amani, umoja katika nchi, ni chama cha mapinduzi. hey! hey! hey! Tangu tumeingia madarakani, tunahubiri amani katika nchi, umoja katika nchi, mshikamano katika nchi, maridhiano ndani ya nchi, kwa lengo la kuifanya nchi yetu iwe na amani halafu ndio tulete maendeleo. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwamba katika kipindi cha miaka mitano hii, amani tumeipata na maendeleo tumeyapata. Kwa hivyo, mimi ni wasihi ndugu zangu, kwamba muendelee kuichagua CCM, tudumishe amani tuliyokuwa nayo. Hamjawahi kusikia hata siku moja mtu yoyote anayetokea CCM akasimama kwenye jukwaa akahubiri ubaguzi, kama wanavyofanya wenzetu. Sisi hatumbagui mtu kwa rangi yake wala kwa kabila lake wala kwa dini yake wala kwa asili yake, wote ni wananchi wa Zanzibar. huwa nashangaa sana kusikia viongozi wakubwa wakubwa wa vyama vingine vya siasa wakisimama majukwaani wakihubiri ubaguzi. Ni mpenda watu wote, ana ubaguzi uh, umemsikia alipokuwa anasema sema juu, huyu mbara, huyu ni Mwarabu, muhindi wote kitu kimoja, madhali anafata sheria, anatia amri, anaendelea na wenzake vizuri ushirikiano, anamchukuru